Kitabu cha Amosi sura ya kwanza na ya pili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa wa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nawakaribisha ikiwa ni siku nyingine tena, tunaenda kuanza kitabu chetu kingine cha Amosi. Mungu ni mwaminifu, nami naitwa Mwalimu Petro. Karibuni tufungue kwa sala, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, unaotupa kibali kwenda kuanza kusoma kitabu cha Amosi. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu katika upendo wako na wema wako, tunaomba uje Roho Mtakatifu mahali hapa, utusimamie ili Bwana tupate nafasi nzuri ya kusoma neno lako na kila mmoja apate nafasi ya kuelielewa. E Bwana Roho wa Mungu, karibu ukae mwanga katika akili zetu na ufahamu wetu, ili kwa neno lako ili e Bwana tuweze kutiwa uzima katika jina la Baba mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, wataalamu wa maandiko matakatifu na historia inaonyesha kwamba kitabu cha Amosi kilitungwa na mtunzi Amosi, ambaye aliandika yale ambayo Mungu aliweza kumwezesha kuyaandika. Na Amosi mwanzoni, kabla hajawa nabii, alikuwa ni mchungaji, baadaye alikuwa nabii na aliishi katika jangwa la mipaka ya Yuda na alikuwa yeye pia hakuwa mwana wa nabii ila alivuviwa hiyo karama ya unabii na Mungu na akamtumia kutoa nabii mbalimbali. Hivyo wapendwa, yale yote tutakaoyasoma kwenye kitabu cha Amosi tutaona aliyahubiri katika zile nyakati za Yeroboamu wa pili na nyakati nyinginezo nyingi. Katika kitabu hiki utajifunza mambo mengi sana mazuri. Karibuni tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project ili tukaanze rasmi kusoma kitabu hiki cha Amosi sura ya kwanza na ya pili. Kitabu cha Amosi mlango wa kwanza. Maneno ya Amosi aliyekuwa mmoja wa wachungaji wa Tekoa, maono aliyoyaona katika habari za Israeli siku za Uzia, mfalme wa Yuda, na siku za Yeroboamu mwana wa Yoashi, mfalme wa Israeli, miaka miwili kabla ya tetemeko la nchi. Naye alisema, Bwana atanguruma toka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalemu, na malisho ya wachungaji yataomboleza, na kilele cha Karmeli kitanyauka. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Dameski, naam kwa manne, sitaizuia adhabu yake, simpate kwa sababu wameipura Gileadi kwa vyombo vya kupuria vya chuma. Lakini nitapeleka moto uingie katika nyumba ya Hazaeli nao utayateketeza majumba ya Ben Hadadi, nami nitalivunja komeo la Dameski na kuwakatilia mbali wenyeji wa bondeni mwa Afeni, na yeye aishi kaifimbo ya enzi katika Beth Adini, na watu wa Shamu watakwenda hali ya kufungwa hata Kiri, asema Bwana. Haya ndiyo asema yo Bwana, kwa makosa matatu ya Gaza nam kwa makosa manne sitaizuia adhabu yake simpate, kwa sababu waliichukua katika hali ya kufungwa kabila nzima wawatie katika mikono ya Edomu, lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Gaza, nao utayateketeza majumba yake. Nami nitamkatilia mbali mwenyeji katika Ashdodi, na yeye aishi kaifimbo ya enzi katika Ashkeloni, nami nitaugeuza mkono wangu uwe juu ya Ekroni, na mabaki ya Wafilisti wataangamia, asema Bwana Mungu. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Tiro nam kwa manne sitaizuia adhabu yake isimpate kwa sababu ameitia kabila nzima katika mikono ya Edomu, wala hawakulikumbuka agano la udugu. Lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Tiro, nao utayateketeza majumba yake. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Edomu, naam kwa manne, sitaizuia adhabu yake isimpate, kwa sababu alimfuatia ndugu yake kwa upanga, akatupilia mbali huruma zake zote, hasira yake ikararua rarua daima akaishika ghadhabu yake milele, lakini nitapeleka moto juu ya Temani, nao utayateketeza majumba ya Bosra. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya wana wa Amoni, naam, kwa manne, sitaizuia ya adhabu yake isimpate, kwa sababu wamewapasua wanawake wa Gileadi wenye mimba, ili wapate kuongeza mipaka yao, lakini nitawasha moto katika ukuta wa Raba nao utayateketeza majumba yake pamoja na kupiga kelele siku ya vita pamoja na tufani katika siku ya chamchela, na mfalme wao atakwenda utumwani, yeye na wakuu wake wote pamoja, asema Bwana. Mlango wa pili. Haya ndiyo asema Bwana, kwa makosa matatu ya Moabu, nam, kwa manne, sitaizuia adhabu yake isimpate, kwa sababu aliichoma moto mifupa ya mfalme wa Edomu hata ikawachokaa lakini nitapeleka moto juu ya Moabu, nao utayateketeza majumba ya Keriothi; na Moabu atakufa pamoja na mshindo na kelele na sauti ya tarumbeta. Nami nitamkatilia mbali mwamuzi atoke kati yake, nami nitawaua wakuu wake pamoja naye, asema Bwana. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Yuda nam, kwa manne sitaizuia adhabu yake isimpate, kwa sababu wameikataa sheria ya Bwana, wala hawakuzishika amri zake, na maneno yao ya uongo yamewakosesha ambayo baba zao waliyafuata; lakini nitapeleka moto juu ya Yuda nao utayateketeza majumba ya Yerusalemu. Haya ndiyo asemayo Bwana: kwa makosa matatu ya Israeli, naam, kwa manne, sitaizuia adhabu yake isimpate; kwa sababu wamewauza wenye haki kwa fedha, na maskini kwa jozi ya viatu; nao hutwetea mavumbi yaliyo juu ya vichwa vya maskini na kuipotosha njia ya mwenye upole; na mtu na baba yake humwendea ya mwanamke mmoja, hata kulitia unajisi jina langu takatifu; nao hujilaza karibu na kila madhabahu juu ya nguo zilizowekwa rehani, na katika nyumba ya Mungu wao hunywa divai ya watu waliotozwa fedha. Lakini nalimwangamiza Mwamori mbele yao, ambaye urefu wake ulikuwa kama urefu wa mierezi, tena alikuwa na nguvu kama mialoni lakini naliyaangamiza matunda yake toka juu na mizizi yake toka chini. Pia naliwapandisha ninyi kutoka nchi ya Misri, nikawaongoza muda wa miaka arobaini jangwani ili mpate kuimiliki nchi ya Mwamori, nami nikawainua watu miongoni mwa wana wenu wawe manabii, na katika vijana wenu wawe wanadhiri. Je, sivyo hivyo, enyi wana wa Israeli? asema Bwana. Lakini mliwapa wanadhiri mvinyo wanywe mkawaamuru manabii mkisema, msifanye unabii. Tazameni, nitawalemea ninyi kama gari lilemeavyo lililojaa miganda, naye apigaye mbio atapotewa na kimbilio, wala aliye hodari hataongeza nguvu zake, wala shujaa hatajiokoa nafsi yake, wala apindaye upinde hatasimama, wala aliye mwepesi wa miguu hataokoka, wala apandaye farasi hatajiokoa nafsi yake naye mwenye moyo mkuu miongoni mwa mashujaa atakimbia uchi siku ile, asema Bwana.